Kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo ameongea na waandishi wa habari na kutoa taarifa kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yameweza kutokea katika uh, kanda yake hii ya Dar es Salaam. Miongoni mwa matukio ambayo ameongelea kamanda Mulilo ni kukamatwa kwa watu wanne ambao wamekuwa wakiendesha online TV bila kuwa na leseni kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, lakini pia kamanda Muliro ameulizwa kuhusiana na kutoweka kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole pole, na kusema bado upelelezi unaendelea na kutoa wito kwa wananchi kujitokeza kupiga kura tarehe 29 Oktoba na kuhakikishia kuwa Dar es Salaam itakuwa salama kati ya tarehe tatu mpaka tarehe kumi mwezi huu wa Oktoba. Jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wanne ambao wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao bila kuwa na leseni. Kama mnashuhudia Sheria imeruhusu kuwepo na vyombo vya habari, lakini kwa kufuata misingi ya kisheria ya jinsi ya kuendesha vyombo hivyo. Kwa hiyo waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Jafet Alex Tobias. Huyu ni mkazi wa Sabasaba Ukonga amekamatwa pia. Mtu aliyefahamika kwa jina la Joseph Agostino Mabwe, huyu ni mkazi naye wa Sabasaba Ukonga. Hawa wanadaiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Wispot. Mtu mwingine watatu aliokamatwa ni Tegemeo Zakaria Mwenyegoha, huyu ni mkazi wa Tabata Ilala, ambaye anatuhumiwa kumiliki kitu kinachoitwa TV Media. Mtu wa nne aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Elia Costantino Pius. Huyu ni mkazi wa Bezi Juu, Kinondoni ambaye ametuhumiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Costa. Watu hawa wanamiliki TV hizi kinyume cha sheria, bila kusajili na kuendesha shughuli zao kinyume na sheria. Wote mnafahamu kwamba nchi hii kwa mujibu wa sheria inafanya shughuli zake kwa kufuata misingi ya kisheria. Kwa hiyo shughuli zozote ambazo zinafanyika kinyume cha sheria ni makosa, na kwa sababu hiyo wamehojiwa, wamekamatwa na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo, kwa sababu upelelezi umekamilika. Na kamanda wa Muliro alipoulizwa kuhusiana na kutoweka aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, haya ndiyo alikuwa majibu yake. Kwa kifupi sana, taarifa iliyotolewa ilikuwa na maelezo mazuri. Je, mwenye mwendelezo wa hicho nachokisema na maana, na nakumbuka taarifa ile ilimalizia kwa kusema taarifa ile inafanywa kazi, inafuatiliwa kwa karibu, na kwa sababu hiyo ninaamini zitaendelea kutolewa taarifa, na kama ilitolewa na msemaji wa jeshi, na sisi ni taasisi, sasa sidhani kama ungependa ukisikia msemaji wa jeshi amezungumzia jambo moja lile lile, ukapenda tena na mimi nilizungumzie, lakini mwisho utataka na OCD naye alizungumzie, utataka na polisi kata alizungumzie. Kwa mfumo wa jeshi, jeshi kama taasisi lina mfumo wa kutoa taarifa na ile taarifa ichukuliwe ni taarifa, na zitakapopatikana taarifa zingine zitatolewa kwa mfumo ule ule. 29 Oktoba